Tu, tumalize hapa hapo kwenye context ya Afrika. Simba anaenda kota anaenda kota final second leg, Nasi, anaenda South Africa dhidi ya Stellenbosch. Um, game iliyopita wadau wengi wanasema tulibahatika tukamkosa kipa wao, oh, wa kwanza <laughs> <laughs> set piece kapita, kipa amerudi. Uh, tunaenda ugenini mazingira ni tofauti kidogo. Simba una kazi kubwa, nadhani katika vitu relevant vilivyobaki, of course bado msimamo wa ligi una, unaweza kumruhusu Simba, lakini inawezekana kateleza kwenye ligi, lakini naona huku kuna uwezekano mkubwa zaidi kwa Simba kufika mbali angalau hata nusu fainali. E, zako zikoje Nasi kwanza? Mimi ukinaambia tu Simba, jinsi ambavyo ilivyokuwa coach distracted, na mimi Simba ni miongoni mwa timu bora barani Afrika, lakini kuna tofauti ya timu kuwa nzuri inapocheza hivi, imekuwa balance, imekuwa structured na kuwa effective. Simba sio effective. Simba kwa performance ambazo wanazitoa, kuna mechi nyingi sana takiwa shinde 3 4 lakini sio effective kwenye level hiyo, mfano mechi iliopita ambayo walicheza dhidi ya Stellenbosch, Simba angekuwa effective kwa chances ambazo walitengeneza, alitarajia kushinda goli tatu mpaka nne kwao. Wana drop performance kwao, performance wanazozi drop Simba ni za kushinda goli nyingi, lakini hawana watu wakatili kiasi hicho. Kwa hata hii mechi ya South Africa ambayo anaenda kuchezwa leo uh, kiufundi ki na kwa wanavyocheza naamini Simba wana, wanawahimili wanawahimilich lakini sina uhakika na uwezo wa Simba kwenye kutumia chances zao, umiliki mechi na kumaliza mechi. Eh, eh, yani wanaweza wakacheza mchezo mzuri lakini sio effective kiasi cha kumkatili mpinzani kuhisi kwamba hana tena chance eh, na hii mechi bado kimazingira timu zote mbili zina nafasi manake goli moja tu peke yake linaweza likaleta utofauti. Alipata watu wanasema goli mbili, lakini alipata goli moja tu, game inaweza kwenda kwenye mikwaju ya penalti, alafu matokeo yakaja mengine. Kwa hiyo game bado ipo, ipo open na ni hivyo hivyo pia kwa Simba, Simba akipata goli moja tu itamlazimu kufunga magoli matatu ili Simba atoke, lakini mbili moja, Simba anaenda fainali. Kwa hiyo unaona ni game ambayo bado ipo kwenye mazingira fulani ya hatalishi na pia sio timu ambayo inafunga magoli matatu manne. Nafikiri hawa na safu hiyo ya ushambuliaji ambayo inafunga magoli mengi kwao, wachezaji wao ya kwao, Simba mimi kama kule mbele wale kina Mkwala sijui Ateba ahua kibu kama wangekuwa wafanisi kweli, yani zingetokea nafasi kweli, yani wana uwezo mzuri wa kutumia nafasi, ningekuwa na confidence zote kwamba Simba anamtoa lakini kidogo nakuwa na break kwa ajili sina imani sana na safu ya ushambuliaji wa Simba. Mimi naomba na... Yeah. Kila la kheri. na, wa no, na, na, na, na, na, nataka washinde ee. Nasir kasema it's an open game. Yeah, kwa wale jamaa wanaweza kufunga goli moja alafu ngoma draw. Yeah, ikaenda kwenye penalty. Je, yeah, Simba ni wazuri kwenye penalty? Haya. Simba wana dakika tisini wakipata goli moja tu itakuwa ina thamani kubwa sana, umeona. Kwa hiyo it's an open game, na natamani Simba washinde. Uh, wana nafasi nzuri. Kwa hiyo at the end of the day um, si, si, sitakuingia kwenye technicalities it's an, yani, kwa ufupi game iko wazi, atakaeweza kutumia fursa na atumie fursa ile. Timu sio tishio kwa hmm, hiyo yeah, ni, ni Simba ni prediction zangu Simba mbili bila. Ni mwisho wa game ni Simba anaongoza tena, ni nikagesi kabisa, nadhani Ateba anaweza kushinda goli moja, siju aashinda i lakini moja eh, kwa simba tutashinda kwa asio. Ah, mbaya utabiopa yeah basi wanasoka Central, tunashukuru sana kwakuwa ssiasajin nasiashiabae nasi, lakini amesema ni open game na sisi tupe prediction hapo still, mbocha atashinda mbili moja, mbili moja, labda atashinda Simba atakuwa anaenda finali

Wana soka central tunabesi, waambieni na nyie kwenye comment zenu hapo, mnaonaje matokeo yangu, nishawapa hiyo mbili bila. Uh, msiache kutufollow kwenye channel yetu ya WhatsApp. Unaweza kutafuta Soka Central kwenye WhatsApp, utapata hizi episode zote, utapata na habari nyingine nyingi moja kwa moja kwenye WhatsApp yako. Pia usiache kutufollow kwenye kurasa zetu za kijamii at Soka Central kwenye Instagram, X moja na YouTube channel. Until another week sisi tumewaacha na utabiri wetu, yes, yeah.